Najua umetoka mbali, tumshukuru Mungu umeweza kufika salama na kuingia katika ukumbi huu ili tuweze kupata hayo mafunzo. Nadhani tunajua mchakato wa kuwapata ulikuwa ni mrefu. Tulianza mwezi wa sita lakini tu tarehe tulikuwa tunateua watu tu kwa kuangalia kwa kuwafahamu jinsi anavyofaa. Hapana, ni jambo ambalo lipo lipo kisheria e, sheria ya uchaguzi yetu ile ile sheria namba moja mwaka 2024 kifungu cha sita kifungu kidogo cha pili e, kinatambua kwamba utakuwa na watendaji watume watakao teuliwa kwa mujibu wa sheria na ndio watakuwa nafanya kazi. Kwa hiyo mpo kwenye sheria, na hivyo kama mpo kisheria, tunawaasa kwamba utendaji wenu wa kazi uwe wa uadilifu uaminifu uzalendo na uchapakazi. Lakini chombo ambacho kimeaminiwa na serikali kusimamia mambo ya uchaguzi ambayo na nyinyi ndiyo mmetokana na hicho chombo ni Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo muda wote mnapofanya kazi hii mtawajibika katika chombo hiki ambacho ndio kimewateua kama ndio hivyo, mnategemewa kuzingatia utendaji wenu mwajibike ipasavyo katika kipindi chote cha utumishi wenu kwa tume hadi hapo tutakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi lakini mkishakuwa mmepatikana, ni maelekezo ya sheria na tume kwamba mnapaswa kupata mafunzo yatakayowasaidia katika utendaji wenu wa kazi. Mafunzo haya yanajumuisha wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wa saidizi wa vituo vya kupigia kura kutoka katika kata zote za halmashauri yetu ya wilaya ya Mpwapwa. Kwa hiyo kutakuwa kuna mada sasa, tuna mada saba. Mada hizi zitafundishwa siku ya kwanza mada tatu, siku ya pili Nadhani baada na pia tutafanya mazoezi ya yale kuwa tumefundishwa. Nadhani baada ya kumaliza mada saba hizo na kuuliza maswali yenu ipasavyo na kujibiwa, basi mtakuwa mmeiva kwa maana ya kwenda kusimamia uchaguzi. Lakini wakati tunatekeleza majukumu yetu, kuna mambo ambayo tunapaswa kuyazingatia kuya Jambo la kwanza wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na sheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa. Hatua na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi kuwa mzuri na wenye ufanisi na hivyo kupunguza kama sio kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Sisi tusiwe chanzo cha fujo, pia tukizingatia taratibu sana, uchaguzi utaenda vizuri, lakini tusiwe chanzo cha ja malalamiko katika zoezi hili. Lakini pia nachukua nafasi hii hasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao, tunasema someni kwa umakini katiba, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali inayotolewa mara kwa mara. Lakini jambo la pili, mtakao huko kwenye maeneo yetu sasa ya utendaji kazi. vishirikisheni vyama vya e, siasa vyenye usajili, ukiwa na jambo lolote lile, mnakaa mnazungumza, mnaelekezana, mnawapa elimu, msitumie nguvu sana Tunajua vyama vingi pia vina vina shiriki. Kwa hiyo kwenye jambo lote likitokea, mnavishirikisha, mna kama mnazungumza. Lakini jambo lingine ni kwamba mjitahidi na mjiepushe, kama nilivyosema hapo mwanzo kwa kuwa vyanzo vya vya malalamiko. Yaani, kama utatekeleza kazi kwa mujibu wa sheria, kanuni na maelekezo yaliyoelekezwa, nadhani malalamiko mengi hayawezi kujitokeza. Ushirikisheni wadau wote wa uchaguzi katika maeneo yenu. Likitokea jambo lote lile, liwe la kisheria, liwe la kanuni, liwe la miongozo, lakini wale wadau wote ambao kwenye maeneo yetu ya uchaguzi basi tunapaswa kuwashirikishwa. Lakini ukiwa na jambo lingine ambalo limekuwa gumu na unadhani kwamba unataka kulitolea maamuzi, bado tunasisitiza kile chombo chenye mamlaka, kilichopewa mamlaka ya kisheria, Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ndio inayopaswa kushirikishwa. Kwa hiyo ni utambuzi wa vituo vya kupigia kura mapema. Ni utaratibu ambao siku ya uchaguzi sasa tarehe 29 hii utakao fanya kituo kifunguliwe mapema. Jamani vituo vinafunguliwa saa ngapi? Saa moja. Eh, saa moja kamili. Afu kufungwa? Magerezani vinafunguliwa saa ngapi? Saa mbili. Saa ngapi? Saa mbili. Afu kufungwa? Saa. Kwa madhumuni ya sheria ya uchaguzi, mtumishi aliyeajiriwa, aliyeteuliwa, au aliyeazimwa na tume kwa kipindi chote atakachokuwa anatekeleza majukumu ya tume, atakuwa ni mtumishi wa tume na atatakiwa kuzingatia katiba, sheria hii uchaguzi uchaguzi ni nini? Ni kwa sababu zifuatazo. Ni kwa sababu zifuatazo, moja, kwamba tangu siku ya uteuzi wenu ninyi ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi, pili, kwamba utendaji na wajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu kwa tume mtawajibiwa kwa Tume Huru ya Taifa ya, ya Uchaguzi na sio kwa mamlaka jingine. Nimesema sasa nasoma na kusisitiza, isipokuwa kama jambo hilo litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine za nchi, kwamba simamieni vyapo vyenu vya kutunza sisi na kujitoa au kutokuwa wanachama chaw, kwa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Baada ya kuwa nimesema hayo, sasa nitamke kwamba mafunzo haya hmm, ya chumba hiki